Kwa nini kijana huyu aliyoa mbuzi? Hii si hadithi ya, ya kubuni. Ilifanyika katika kijiji halisi cha Kiafrika Sekalema. aliishi katika umaskini uliokikiri, alikuwa ameshiba, alitaka kutajirika haraka. Usiku mmoja alitazama juu angani na kupiga mayowe, anasema, hata kama ni shetani, niko tayari kufanya lolote ili nitoke katika maisha haya. Siku iliyofuata aliondoka kijijini na kwenda katika msitu mtakatifu. Katika hiyo msitu Alipokea hali ya ajabu. Mfalme wa msitu alimwambia, utakuwa tajiri, lakini hautaweza kuwa mwanamke wa kibinadamu, mkeo atakuwa mmuzi. Lakini kabla sijafichua muendelezo wa kushtua, acha nikwambie jambo muhimu. YouTube imenifahamisha kuwa wengi wa wale wanaotazama video zangu awa ni follow. Tafadhali subscribe na ulike video hii, haina gharama yoyote kusubscribe, kulike ni bure, lakini inatusaidia sana na unipe maoni yako. Unafikiri Sekalema alikuwa sahihi? Je, ungefanya vivyo hivyo ili kupata utajiri? Siku ya harusi, kijiji kizima kilishtuka, lakini Sekalema hakuwa akimsikiliza mtu yoyote tena. Alikuwa amechagua sauti yake kwa ajili ya utajiri wa haraka, lakini kwa gharama gani? Tazama mengine kwa sababu hadithi ndiyo inaanza tu.